Karibuni tena wapenzi watazamaji katika kipindi kingine cha habari zaidi ya habari na PPR. Jina langu naitwa Pascal Mayala karibuni. Habari za hap, zaidi ya habari na PPR ni kipindi ambacho kuna kuwezesha wewe mpenzi mtazamaji kusikia mengi zaidi kidogo kuliko yale ambayo yanatangazwa katika habari zetu za kawaida. Habari kubwa jijini Dar es Salaam na nchini Tanzania kwa siku hii ya leo ni uzinduzi wa kituo kipya cha TotalEnergies, hapa Ununio E, jijini Dar es Salaam. Sasa tuko kwenye hili eneo la Ununio, hebu niwatembeze katika hilo eneo lenyewe, mwone hiki kituo kipya. Kiko mahali pazuri sana, kama mnavyoweza mkaona. Hiki kituo zaidi ya kwamba ni kituo kipya cha kisasa, pia kina kina, kina duka lile la Bonjour na kina wateja mbalimbali mbali, kama mnavyoweza mkaona, na uzinduzi leo basi umefana sana. Sasa niwaingize hapo ndani mweze kushuhudia uzinduzi wenyewe wa hiki kituo cha TotalEnergies.

That you have chosen to franchise with TotalEnergies. And we thank you for the trust, for your trust in your brand. And after our first meeting this morning I'm confident that we have the right partner to develop our business together. Naitwa Getrud Mpangile ni mkurugenzi wa sheria na uhusiano wa kampuni ya TotalEnergies Marketing Tanzania Leo tuna furaha, tuko hapa eneo la Ununio jijini Dar es Salaam ambapo tunazindua kituo chetu kipya e, kama mnavyokiona mwonekano mzuri, na kama mnavyofahamu brandi yetu ya TotalEnergies, kituo hiki kwa kweli kimekidhi vigezo vyote ambavyo vinatakiwa e, katika kuendesha kituo chini ya brand ya TotalEnergies. Aa, kama mlivyosikia hapo awali hiki ni kituo chetu cha mia moja na kumi hapa Tanzania ambapo vituo hivi vinapatikana katika maeneo mbalimbali e, nchini Tanzania, lakini pia tuna mifumo ya aina mbili ya uendeshaji wa hivi vituo. Kuna vituo ambavyo tunaviita kodo ambavyo vinamilikiwa na kampuni lakini tunawaweka e, mawakala wanakuwa wanaviendesha, lakini mfumo mwingine ni unaitwa DODO ambapo mtu binafsi anakuwa anamiliki kituo alafu tunampa ruhusa ya kuendesha kupitia brandi ya TotalEnergies. kwahiyo kituo hiki cha hapa Ununio kinaendeshwa kwa mfumo wa DODO ambapo mtu binafsi dila wetu hapa amemiliki kikituo, lakini akapenda e, kuendesha chini ya brandi ya TotalEnergies. Kwa kweli tunamshukuru sana kwa kuchagua brandi hii, kwa sababu kama mnavyofahamu TotalEnergies tunasifika kwa kutoa e, bidhaa na huduma bora. Kwa hiyo kupitia kituo hiki a, wateja wa maeneo ya Ununio na maeneo ya jirani bahari bichi, Kunduchi na wote wanaopita katika maeneo haya wataweza kujipatia bidhaa zetu zote zinazotolewa na TotalEnergies ikiwemo mafuta yetu bora kabisa ya Exilium, ambapo kama mnavyofahamu aa, sasa mwaka huu tumekuja na formula iliyoboreshwa ambayo inatoa faida tatu kwa wakati mmoja. Unapotumia mafuta ya Exilium kutoka Total Energies, basi unaweza ku injini ya gari inasafishwa na kuifanya idumu zaidi, lakini vilevile vile inafanya gari itumie mafuta kidogo na kwenda umbali mrefu na vilevile vile, um, mafuta haya yanasaidia kupunguza uzalishaji wa hewa ukaa. Kama mnavyofahamu, chombo kikipita barabarani, kinavyoendeshwa kinakuwa kinatoa hewa ukaa, lakini kupitia mafuta ya Excellium kutoka TotalEnergies tunapunguza um, utoaji wa hewa ukaa ili tuweze kulinda mazingira yetu kwa ajili ya kizazi cha sasa na baadaye. Kwa majina, naitwa Machungu Msama Mwita na ninayo furaha kubwa leo kuwa mwanafamilia wa TotalEnergies Ununio. Tunawaahidi wakazi wote wa Dar es Salaam na viunga vyote vya Ununio Mbweni kutoa huduma bora zenye viwango vya juu. Karibuni sana. Mmoja ya sifa nzuri za vituo vya mafuta vya Total, karibu kwenye kila kituo cha Total Energies kunakuwa kuna duka hili eh, la Bonjour, inaitwa Bonjour Supermarket. Hebu tuingize ndani hapa dukani muweze kuona kuna vitu gani tutapata. Tumeingia ndani ya duka la Bonjour hapa Ununio. Kiukweli kuna vitu vizuri sana, mnaweza mkaona na uzuri wa hili duka lina vitu fulani standard standard fulani, lakini vile bidhaa vya kawaida vya madereva, vitu vya kutafuna tafuna kama korosho, snacks, na vinywaji vinywaji. Kitu kizuri kuhusu hili duka la Bonjour, pia zile bidhaa za vilainishi vya TotalEnergies mnavikuta hapa, yani vilainishi vyote mwanzo mwisho kama zote. Na mambo ya vinywaji vinywaji pia hayako mbali. Kuna mafriji makubwa matatu yana yani vinywaji baridi safi. Kuna kafriza pale pembeni kana vitu vile laini laini zikiwekwa ice cream. Wadada wanapenda sana ice cream, kwa hiyo hapa pia itakuwa sio lazima uje. Lakini kitu kizuri pia kwenye hili duka kuna, kuna cave, cafe yaani unapata hapo cappuccino kapuchino eh, unapata cappuccino yako. Kuna cardamom tea, kuna hot chocolate, kuna cafe latte, kuna espresso, kuna mpaka white coffee na mambo ya vinywaji sasa, na vitu vingine vya kununua hapa dukani kwa kweli ni vingi, lakini kitu kizuri zaidi katika hili duka pia, zaidi ya hivyo unavyoviona, yale mambo yetu, mambo yetu yale anaweza ukayaona pale. Basi, vichangamsho pia hapa vipo kwa wingi kama unavyoviona, na mhusika wa hili duka atanitambulisha jina lake na kutuambia kidogo mwitikio ukoje kwa wakazi wa eh, Ununio kwenye duka lenu jipe hili la eh, Bonjour hapa, eh, TotalEnergies Ununio. Kwa majina naitwa Irene Saidi Mjema. Niko hapa Bonjour Supermarket ambayo ipo Ununio, karibuni sana hapa. kuna kama ambavyo ameelezea, kuna vitu mbalimbali mbali. Tuko hapa, uzuri tuko hapa tunafanya kazi masaa ishirini na nne, muda wowote utakao kupita hapa utapata huduma nzuri, wahudumu wapo wazuri, tupo tuna customer care nzuri, kwa hiyo karibuni sana sana Bonjour Supermarket, kwa kafu kwa huduma ya kofi, zipo kofi aina tofauti tofauti na vinywaji mbalimbali soft drinks na alcohol zote zinapatikana hapa Bonjour supermarket. Karibuni sana, tunawapenda, asante sana. Basi jamani, kwa wakazi wa Ununio, sio Ununio peke yao, Mbezi Bichi yote, ikitokea saa zimekwenda mno, unatamani kitu fulani, ujui utakipata wapi, weka kwenye kumbukumbu kumbu yako eh, Bonjour ya Ununio Total Energy petrol station iko 24/7, masaa ishirini na nne, kila kitu unapata. Kiukweli yani, huku Ununio kunaanza kuwa mjini kabisa. Yani kama umeweka supermarket kama hii, watu watakuwa wanaenda nini kufanya nini tena huko kwenye ile masupemaketi mengine? Kama hii na karibu kila kitu hapa Mambo ni mazuri sana hapa Ununio. Na kufikia hapa, tumefikia mwisho wa kipindi hiki maalum cha Habari Zaidi ya Habari na PPR kwa siku hii ya leo. Leo habari kubwa ilikuwa ni uzinduzi wa hiki kituo kipya cha mafuta cha total energies service station ya Ununio, hapa jijini Dar es Salaam. Kwa niaba ya chief producer editor Emmanuel Mwingira, cameraman Kevin Kongojole, msaidizi wangu maalum Neli Matei, naitwa Pascal Mayala, asanteni.